Mtandao wa polisi wanawake Tanzania TPF Net mkoa wa Mwanza umeadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani kwa kuwatembelea na kutoa msaada wa mahitaji kwa wagonjwa waliolazwa hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure. Miongoni mwa wagonjwa waliolazwa Sekou Toure waliofikiwa na msaada wa TPF Net mkoa wa Mwanza ni pamoja na wodi ya wazazi waliojifungua kwa njia ya upasuaji. Mwenyekiti wa TPF Net mkoa wa Mwanza, Virginia Sodoka amesema msaada huo ni sehemu ya kurejesha kwa jamii kuelekea kilele cha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, huku akisema kuwa kufanya hivyo ni kulisogeza jeshi la polisi na jamii kwa jeshi la polisi. Virginia Sodoka ni mwenyekiti wa mtandao polisi wanawake mkoa wa Mwanza. Tumekuja hapa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekou Toure kwa ajili ya kuja kuwaona mama wenzetu, kwa sababu sisi ni kina mama na sisi pia ni jamii. Kwao tumekuja kuwaona kuwafariji na kuwapa zawadi mbalimbali ambazo zitawasaidia, wodi ya kinamama waliofungua watoto wadogo na kinamama wajawazito. Lengo kuu ni kuwapa faraja na kuwa karibu na jamii, kisha kuwa karibu na jamii jamii, natuelewa na ule ukaribu, basi inaweza ikatupa taarifa za uhalifu pamoja na wahalifu. Kwao tumekuja kwa ajili ya kuona mama wenzetu, na sisi pia ni kinamama, kufarijiana kuelekea maadhimisho haya maana sisi wanawake tunaweza na tuna uwezo wa kuwezeshana bila hata kuwezeshwa. Akizungumzia uamuzi huo, wa mganga mfawidhi wa hospitali ya Sekou Toure, Dk Bahati Msaki amesema kwa nyakati tofauti kumekuwepo na changamoto bila kutaja takwimu ya wagonjwa kushindwa kujigharamia mahitaji yao ya msingi wanapokuwa wamelazwa hospitalini hapo, kuelekea kwenekia... kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Uh, tumefurahi sana tumefarijika sana wagonjwa wamepata zawadi, na nitoe wito kwa wananchi, yawe binafsi yawe mashirika, sehemu mbalimbali, watu wote ambao wanapenda kuendelea kutoa misaada kwa wagonjwa wetu tunawakaribisha sana katika hospitali yetu. Bado wagonjwa wana uhitaji wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo tukipata watu wanaokuja kutoa misaada kama hivi inakuwa ni faraja, sio kwa wagonjwa tu kwa upande wake mkazi wa kem, Mabatini mkoani Mwanza, Winfrida Temba ameishukuru jeshi la polisi kwa msaada huo huku akisema kuwa swala hilo limemtia moyo kwa Jina naitwa Elizabeth Philbert, nawashukuru wanawake; nawashukuru polisi wanawake mkoa wa Mwanza kutuletea utumikia, kwa kuja kuendelea kutuletea msaada kwa sabuni, kwa sababu sisi wanawake